Ni saa saa zingine tunasikia wanakombana, saa zingine wanapigana eh, hata vile tuliambiwa watatu walikuwa kwa nyanya yake juzi. Saa wakati tulisikia leo asubuhi eti kuna mambo imetendeka, kashanga eh, kwa ile kitendo kitindo imetendeka hapa, nimesikia asubuhi hii ya leo na kitendo ambacho nimesikia papa ya watoto eh, wawili aasikia ame, amekatakata. Eh, sasa ile eh, na waimisa vijana wengine na watu wote wa hii kijiji yote hii yetu ya posta waachane na itabia, kwa sababu wakifanya kitendo kama hii imeleta shita kwa vijiji. Aliishi na huyu mke karibu mwaka moja.